Hata um, ijashuka, ni mchezo. Kwa hiyo tunajipanga kwa michezo mingine, ligi bado haijaisha, michezo mingine ipo, tutasahihisha yale tuliyofanyia makosa, tuweze kupata ushindi, tuendelee kuongoza ligi. Unadhani ni nini kikubwa leo kilichosababisha uh, kutoperform vizuri kwenye mechi dhidi uh, ya Yanga Princess? Tuja uh, perform vibaya, ndio maana nimesema ni mchezo. Tumejipanga, tumepoteza leo, tunajipanga kwa michezo mingine ambayo imebaki tuweze kufanya vizuri. So langu mimi kipteni. Uh, kipindi cha kwanza mliweza kucheza vizuri sana, inawezekana kama katika kukadiria, inawezekana mngetoka uh, first half labda magoli matatu au mawili kakabila. Unahisi mnazijutia zile nafasi ambazo mnaweza mkazipoteza kwa kipindi cha kwanza? Kujutia lazima, kwa sababu tumepoteza mchezo kwa hiyo nafasi ambazo tumezipata makosa mwalimu kayaona, nadhani atafanyia kazi katika uwanja wa mazoezi ili tuweze kuwa bora katika michezo ambayo imebaki. Imewapunguza kasi kiasi gani kuelekea katika kuchukua ubingwa? Ah, na ni mchezo haijatupunguza kasi, inazidi kutupa morali na tujue wapi ambapo tumeanguka, tunainuka na kufanya vizuri katika michezo ambayo imebaki ili tuweze kutimiza yale ambayo tumejiwekea katika msimu huu. Neno lako la mwisho kuweza kuambia mashabiki wa Simba pamoja na Simba Queens? Ah, mashabiki wa Simba wasikate tamaa, mechi bado zipo, ligi bado inaendelea, tunafanya vizuri, tunawaahidi. Asante sana.